Uchungu ndani ya moyo umesababisha watu wengi sana wasifurahie maisha. Wengine kwa sababu ya uchungu wamekuwa kama vile ni wadhaifu hata katika miili yao, wamekuwa na magonjwa, wamekosa furaha, hata mahusiano yao hawaja kuyafurahia. Kuna watu kwa sababu ya uchungu hata watu wanashindwa kuwapenda, kwa sababu wakiwapenda ni kama vile wanatema uchungu ambao wanashindwa kupendeka lakini kuna namna unaweza ukakabiliana na uchungu, kwa sababu uchungu kiuruhusu utaharibu maisha yako yote, ya kwa maana mengine ni kama vile hautafurahia maisha yako hasa. Kuna vitu vinne au watu wanne unatakiwa uzifuate ili kutoka katika hali ya uchungu inayokusumbua. Hatua ya kwanza kabisa ni kutambua chanzo cha uchungu wako. Uchungu wako umetokana na nini? Ile bitterness imetokana na nini, nini? Unajua kuna vitu vingi vinasababisha uchungu. Mwingine inawezekana ni e, mahusiano aliyokuwa nayo kuna vitu vilitokea, vimemletea uchungu mwingine. Kwa sababu aliachwa kwa namna fulani ambayo kufurahia, mwingine pengine alisalitiwa, mwingine aliumizwa kwa namna fulani, kuna vitu vingi vimetokea. Kuna mwingine alipigwa, pengine kuna, inawezekana ikatokana na wazazi, kuna vitu walivifanya kwenye maisha, mtu alikataliwa pengine na mzazi wake, kuna hali ya uchungu inakuepo kule ndani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha uchungu. Mwingine ni life experience tu, amepitia mambo magumu kwenye maisha yake, anaona anasaidiwi chochote, anabeba uchungu wa, wa ndani sana. Sasa kama uko katika hali ya uchungu kwanza kabisa ni kutambua chanzo cha uchungu wako ni nini, kwa sababu uwezi ukatibu tatizo ambalo haujui mzizi wake. Hatua ya pili unaotakiwa kuifuata unapotaka kutoka au kabilia na uchungu ni kubali kwamba una uchungu ndani yako. Nimekutana na watu wengi sana ambao wanaweza kakuambia mimi niko okay tu, maisha yangu yako sawa, lakini wana uchungu ndani yao. Utajuaje kama una uchungu? Ni pale ambapo lile jambo likizungumzwa linaamsha hisia za maumivu na wakati mwingine hata unalia na kujisikia vibaya. Ni pale mtu yule anapotajwa ambaye alisababisha uchungu, unaposikia jina lake, unaposikia anazungumzwa, unasikia maumivu makali, na wakati mwingine hata unasikia hasira ndani yake, unawishi kama huyo mtu apatwe na mabaya kama yupo. Ni pale ambapo inawezekana hata sio yeye, lakini jina kama la kwake likitajwa ukisikia tu jina lake jina linalofanana na kwake, linakutia kichefuchefu, unaona kama vile sitaki kabisa kumsikia. Hiyo inaonyesha bado ndani yako kuna hali ya uchungu. Usikatae, don't deny that you're in bitterness. Accept kwamba una hilo tatizo inakusumbua, una hiyo changamoto inakusumbua. Unajua hakuna uponyaji wa uchungu bila acceptance. Kama hujakubali, hauwezi kupona ni kama mtu anasema bwana, mimi siumwi, mimi siumwi, utakufa na ugonjwa. Ni pale unapokiri kwamba kwa kweli nimepima na nimegundulika na malaria, baada ya hapo ndio tunakupa dawa. Lakini kama unakataa kwamba mimi siumwi, mimi siumwi na dalili zinaonyesha tatizo yake, utakufa kabla wakati wako. Jambo la tatu unaotakiwa kulifanya ni kwamba, amua kwamba hautakuwa mtumwa wa uchungu wako, amua utakuwa mtumwa. Unajua moja ya slavery mbaya sana, ile tunaita Bitterness slavery. Utumwa wa uchungu wa ndani. Utumwa huko namna gani? Utumwa ni ule ambao unakuta mtu sasa maisha yake yameshikiliwa na tukio fulani iliyotokewa huko nyuma, maisha yake yameshikiliwa na mtu fulani ambaye alimtia uchungu wa aina fulani huko nyuma. Kwa maana mengine, anaishi lakini hafurahi maisha yake. Kuna watu wamekuwa watumwa wa uchungu, matokeo yake ni kwamba hawajaweza kufurahia kabisa maisha yao. Kuna watu ambao wamekuwa ni wazee kuliko umri wao na ukiwangalia unaona kama ni watu wazima, wamezeeka, lakini kumbe kilichosababisha ni uchungu, kwa sababu uchungu unapoteza una, una uangavu wa uso wako, unakuwa ni mtu ambaye haung'ai tena. Kwenye uso wako uchungu unaathiri mahusiano yako na watu wengine. Uchungu unakufanya hata kama una vipawa, una uwezo ushindwe kuvitumia. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa ni mtumwa. Moja ya maamuzi muhimu sana unataka kuyafanya ni kwamba hautakuwa mtumwa wa uchungu wako. Usipofanya maamuzi ya namna hii, kitakachotokea unaweza ukaishi muda mrefu, Mungu akakupa maisha marefu, lakini hautayafurahia kabisa maisha yako. Utashangaa kama vile una makutano anasema mimi nina roho ya rejection, nina roho ya kukataliwa. Lakini ukifuatilia si kwamba wana roho ya kukataliwa, kinachowasumbua ni kwamba wana uchungu kiasi kwamba mtu anayehusiana nao kwa namna yote ile ana sense, ana feel kwamba kuna bitterness fulani iko ndani yao, anavyoongea huyo mtu unakuta anavyoongea, anavyo behave, au tatizo dogo likitokea uchungu una, unasababisha ina magnify. Ndio maana watu aliwako kwenye mahusiano lakini wakiwa na uchungu, mahusiano yao yadumu sana kwa sababu ukifanya kosa dogo hawahusiani hawa na wewe au kulingana na kosa ulilofanya, wana kulingana na uchungu ulioko ndani yao. Kwa hiyo uchungu ndo unachukua picha. Kwa hiyo unashangaa, mbona nimeongea tu kitu kidogo, nimekosea kidogo huyu mtu, lakini hataki kunisikia, amekasirika. Kumbe hishu ni kwamba ameendelea ame kuwa mtumwa, kufanya maamuzi ya kwamba mimi ni kweli uchungu niliupata. Na kuna uchungu ambao ni kweli, walikufanyia kitu kibaya, ni kweli ni kweli kabisa, kitu ulichofanyiwa sio sahihi, lakini kumbuka, mwisho wa siku ni kuhusu maisha yako. Amua kuanzia leo kwamba uchungu hautanifanya mimi kuwa mtumwa. Hayo ni maamuzi ambayo lazima uyafanye wewe mwenyewe. Ukishaweza kuyafanya maamuzi, kinachofuata cha mwisho kabisa ni kusamehe na kuruhusu uponyaji uendelee. Unajua, uchungu, tunasema kupona katika uchungu ni self healing process. Sio kitu ambacho unaweza ukaambiwa anza kupona sasa, au pona kuanzia leo no. no, no, no. ni self healing process ambayo yenyewe inatokana na self realization, kujua kwamba uchungu ni tatizo, kujua chanzo cha uchungu wako, kujua kwamba niko ni katika uchungu na kuamua kwamba naamua kufungua kurasa mpya. Ukifanya hivyo, samehe yule mtu aliyekukosea, mtangazie msamaha, sema kabisa kwamba huyu mtu mimi nimemsamehe kuanzia leo. Inawezekana ni mtu ambaye hayuko hai, pengine ashafariki, au inawezekana mtu ambaye bado yuko hai, lakini tangaza msamaha. Msamaha ukishaweza kutangaza msamaha unaruhusu proses ya uponyaji healing process ambayo inatokea ndani yako. Kumbuka, uwezi kufeki furaha katika maisha kama hujaruhusu hali ya kuponywa ndani yako. Utakuwa ni mtu ambaye unahuzuni siku zote za maisha yako, na kibaya zaidi kitakachokuja kutokea ni kwamba, hali ya uchungu ukiruhusu bila kupona, utaathiri kizazi chako itaathiri watoto wako, itaathiri watoto kwa wazao wa kike na wa kiume, na wakati mwingine inaweza ikaathiri hata partners wako kwao. Unashangaa tu familia ina uzuni kuanzia baba mama mpaka watoto. Kwa nini? Kuna bitterness ambayo wakuruhusu ndani yao t kwa hiyo, samehe achilia. Hausamehe kwa faida yao, unasamehe kwa faida yako. Kwenye maisha kuna wakati ambapo utakutana na changamoto zinazo hatarisha uwezo wako wa kuendelea kufikiri na wakuwa na na furaha pia katika maisha yako. Na mara nyingi kipindi hiki tunasema ni kile kipindi ambacho mtu ana stress au ana msongo wa mawazo. Na watu wengi sana kwa kutokujua vitu gani wavifanye kukabiliana na msongo wa mawazo na pengine kupunguza athari zinazotokana na msongo wa mawazo, wamejikuta mara nyingi wanafanya maamuzi mabaya na magumu ambayo yamegharimu maisha yao. Na wako watu wengi sana walikuwa wameanza tu kidogo na msongo wa mawazo na baadaye wakakuta wameendelea baadaye mpaka mtu anakuja baadaye anajinyonga na anapoteza na maisha kwa sababu hiyo. Sasa kuna vitu ambavyo ukianza kuviishi katika maisha yako vitakusaidia kushinda ile hali ya kukaa katika stress au kukaa katika msongo wa mawazo. Na ziko hatua tatu ambazo unaweza ukazichukua kuanzia leo na sasa hivi na zikakusaidia sana. Aidha, kama unapitia msongo wa mawazo sasa hivi au pengine utakapokutana na alio, vitu gani uvifanye. Jambo la kwanza ni lazima ufanye maamuzi kwamba furaha yako wewe ni wajibu wako wewe mwenyewe. Moja kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya katika maisha yao ni kuruhusu furaha yao ishikiliwe na mtu mwingine. Kuna watu ambao furaha yao imeshikiliwa na bosi wao. Wanapoteza kabisa furaha na wanaanza kuishi maisha stress. Kuna watu ambao bosi wao tu akiongea neno moja tu na kukata tamaa, wanakata tamaa siku ya watafanya kitu chochote, wengine watalala tu, wengine watafanya kazi hata vibaya wanashindwa kabisa kuendelea na kile ambacho wamekifanya. Sasa moja wa uamuzi ambao unatakiwa ufanye kwenye maisha yako ni kwamba furaha yako ni wajibu wako wewe mwenyewe, you are the CEO of your own life. Kwa lazima uamue kwamba furaha yangu iko mikononi mwangu, na hii imekuwa proved hata kisaikolojia, kwa sababu kwenye saikolojia wanasema asilimia 90 ya maisha yako yanatokana na wewe unavyo mambo yanayotokea kwenye maisha yako na asilimia kumi tu ndio anategemea na vitu ambavyo watu wengine wanavifanya. Kwa hiyo kuanzia leo, ningependa kwanza fanya maamuzi kwamba furaha yako haitashikiliwa na mtu mwingine, furaha yako utaishikilia wewe mwenyewe. Hatua ya pili ambayo unatakiwa kuwa nayo unapotaka kuishi maisha ambayo hayana stress kabisa, ni kuhakikisha kila wakati unapopitia changamoto unajiuliza suluhisho la changamoto hii ni nini. Usiwe mtu ambaye unakimbilia kulaumu watu au usiwe mtu ambaye unakimbilia kujilaumu mwenyewe. Ukiwa mtu ambaye unalaumu watu sana au unalaumu hali mbalimbali zilizojitokeza au unajilaumu we mwenyewe, utakuwa ni mtu wa stress siku zote za maisha yako. Kwa kama unataka uwepukane na hali ya kuishi katika stress na msongo wa mawazo, hakikisha kila wakati unajiuliza suluhisho ni nini. Fikiria, tunasema uwe na kitu kinaitwa forward thinking au future thinking. Uwe ni mtu ambaye unafikiria zaidi mbele, suluhisho. Usiangalie nani amefanya au nani wa kumlaumu kwa. Hata leo kama unapitia changamoto, usiangalie watu gani wa kuwalaumu au, au uh, uangalie kitu gani kimekusababisha eh, ushindwe kufanya hivyo, na unaanza kujijutia na kujilaumu mwenyewe, na unashindwa hata kujisamehe wakati mwingine. Hapana. Kila wakati jitahidi uwe ni mtu ambaye unajaribu kujiuliza, suluhisho ni nini katika hili ambalo linanikabili. Na hatua ya tatu ya muhimu sana ambayo unaweza ukaitumia ili uishi maisha yasiyo na stress kabisa ni kuwa na kitu kinaitwa positive self talk. Unakuwa unajiambia maneno yanayokutia nguvu na yanayokutia hamasa. Unajua kuna kitu kimoja nitakachokwambia utashangaa sana. Katika dakika moja mwanadamu wa kawaida anajisemesha maneno kati ya mia moja hamsini mpaka mia tatu ndani ya dakika moja, na kwa siku unakuwa na ile self-talk, mambo unayojiambia mwenyewe karibu maneno elfu hamsini. Swali ni kwamba huwa unajiambia maneno gani? Kwa kujifunze wakati mwingine umesha kuwa negative kiwango ambacho kila wakati. Hata ukisikiliza video hii wakati huu kuna kitu kinakwambia hata ufanyeje au utaweza. Hata ufanyeje umesha faili. Hata ufanyeje wewe haupendwi. Unajua, kuna yale maneno ambayo yanazungumza ndani yako. Sasa lazima ujifanyie kitu kinaitwa mind reprogramming. Kwa hiyo kuanzia leo jifanyie self talk. Mwanzo ni utabidi useme kwa sauti tu, ujiambie, unapoamka asubuhi jiambie tu wewe mwenyewe. I'm the best. Mimi ni mtu bora. Mimi naenda mbali hata bila kujali leo nimefikia. Ya. Jiambie yale maneno mwanzo utaona athari yake, lakini baadaye yatakuwa ni maneno ambayo yatakuwa yanakusemesha ndani na yatajiimarisha. Kwa muda utakapoenda, utajikuta ni mtu ambaye kila wakati una positive thoughts. Kwa anza leo kujifanyia mazoezi ya soft talk. Je, kuna jambo lolote ambalo ungependa kujiambia? Ningependa uniambie chini kwenye video hii. Je, ni soft talk gani ambayo ungependa kujiambia? pengine kama hujiamini Jiambie kwamba mimi najiamini, kama mimi ni mzungumzaji mzuri, mimi ni mwandishi mkubwa wa vitabu, mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Jiambie self talk flani. Ningependa kusikia pia kutoka kwako, ili na mimi pia niendelee kukusaidia zaidi. Ninaamini ukifuatilia toezi tatu, hautaishi maisha stress kuanzia leo. See you at the top.